Kwa jina naitwa Shabani Matwebe. E, jina langu maarufu kabisa ni mtoto wa mkulima. Hapa ni wilayani na leo nilikuja kusudia kuchukua form, lakini kwa sababu zisio zisioheleweka ambazo naona ziko nje ya uwezo wangu. E, katibu amekataa kunipa form. Amekataa kunipa form kwa kutumia vigezo vingi. Lakini kwa upamoja niweze kusema tu kwamba hii figisu najua muda mrefu. Nadhani kama mnaona kuna polisi hapa kuna nini? Hiyo zote ni vita ambazo zinanikusudia mimi. Na hizo zote ni mbinu za kiuchaguzi. Mimi bado nachukulia hii kama challenge na bado sijakata tamaa. Imani yangu inanipa kwamba kama kweli Mungu amepanga tugombea jimbo hili tutagombea. Na kama Mungu amepanga niwe mbunge nitakuwa. Wala sina sababu ya kuogopa. Lakini niwaambie challenge ambayo nakutana nayo hapa, hii sio mara ya kwanza kwa sababu shaikuja huku nikaekwa ndani. Na hata hapa nadhani pale mko nini katibu, alikuwa anataka kuamrisha polisi tena, uh, waniweke ndani na kama mnavyoona wako alaundi ofisi yote hayo ni mazingira ya kunitisha. Na mimi siogopi kwa jambo hilo. Bunge ama kufa ama kupona, mimi lazima nigombee kwa sababu ni haki yangu. Mimi nimeanza kugombea kabla ya Mchengerwa. Mimi nimekuja hapa na natafuta bunge toka mwaka 2012. Mchengerwa amekuja 2015, tumegombea 2015 wote, tumegombea 2020 wote. Na hii nilikuwa nagombea ni mara ya tatu. Kwa hiyo kuonekana na kashikashi na juruba kama hizi naweza nikasema ni challenge za kisiasa. Kwa hiyo acha nipokee kwanza hii, e, situation ya kuonyesha kwamba nimenyimwa fomu ili ionekane kwamba wenda kuna mtu mmoja peke yake nataka apite bila mtu mwingine kushindana naye, lakini acha tuone, tutafika mwisho. Asante. Swali swali, wakati katibu ana kunyima fomu ametoa sababu gani, kwamba kwa nini wewe unanyima fomu? Sababu alikuwa nazo kama mbili ambazo mimi nimeziona, lakini sio za msingi. Sababu ya kwanza anasema ulipewa barua ya onyo. Barua ya onyo haiziwi mwanachama kuchukua fomu kwa sababu bado vikao vitafanya maamuzi maamuzi ya jina langu mimi kurudi kwenye kamati kuu kurudi hapa kuja kugombea, yanatoka na kamati kuu, katibu huyu anakuwa ni sehemu ya mapendekezo tu. Kwa hiyo hata kama nimepewa adhabu ya honyo, lakini kama nina haki ya kuchukua kwanza fomu, nikajaza, nikagombea, vikao ndo vitaamua ama jina langu lirudi ama lisirudi. Kwa kuchukua fomu ilikuwa ni haki yangu. Hivyo vitu vingine tutawashirikisha vikao, lakini sababu nyingine aliyotumia pale anaona anazungumza kwa sababu ya ma commitment ambayo mimi na mkuu wa wilaya. Mimi kuna siku niliwapa boda boda reflector zimeandikwa nyuma tembea kwa usalama barabarani. Lakini pia nikawasaidia nikawachangia mafuta. Na sikwenda nao kokote. Walichangia walienda shule wakaweka mafuta. Hiyo naye anaitumia kama sehemu ya commitment ya kwamba kwa nini ulikuwa mkuu wa wilaya uliandika commitment hii? Mkuu wa wilaya siku nilikuja hapa nitaka kuniweka ndani. Ilikuwa salama yangu lazima niandike barua ya kuonyesha kwamba nimekiri na niko tayari kutoa ushirikiano kwake. Ndio ilikuwa salama yangu. Sasa leo nataka itumike barua ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya ya kuchukua fomu. Nikasema CCM na habari ya kamati ya ulinzi na usalama ni tofauti. Kama mimi nilikuwa na commitment na kamati ya ulinzi na usalama kutokana na mazingira yale yaliyokuwa yametengenezwa kwa wakati ule, haiwezi yakaendana na commitment. Sasa ningekuwa na kesi mahakamani alafu unaniambia tu, wewe una kesi mahakamani na tukupe fomu ya kugombea CCM? Kwa hiyo haikuwa sawa. Unachukua hatua gani sasa baada ya chama ngazi ya wilaya kukunyima fomu? Ah, kama mwanachama hatua itachukuliwa, hatua itachukuliwa na fomu tutachukua, wala sio jambo la kuogopa. Hatua itachukuliwa na fomu tutachukua. Mimi nipo hapa, siondoki mpaka kesho, mpaka nichukue fomu, ndio jukumu nalo baki nalo.